Katika uchambuzi wetu wa Injili kwa mpangilio wa matukio Luka ametufundisha hapa katika sura ya kumi na mbili jinsi inavyokuwa mtu akiishi kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Ameelezea kuhusu kaka mdogo aliyemwomba Yesu amsaidie kupata urithi wake. Inaonekana kaka yake mkubwa alikuwa anachelewa mno. Lakini Yesu alimkemea badala yake, akamwonya kuhusu tamaa na kutamani. Na hapo Bwana akatoa mfano kuhusu mtu ambaye magala yake yalikuwa yamejaa, lakini bado alitamani zaidi. Kwa hiyo hapa tunaye kijana mwenye tamaa akilalamika kuhusu kile asichonacho, na tunaye mzee mwenye tamaa akitamani zaidi ya kile alichonacho tayari. Yesu kwa hakika anatoa onyo kwa wasikilizaji wake wa wakati ule na sisi wa leo pia. Usilalamike kuhusu usicho nacho, wala usitamani zaidi ya kile ulicho nacho tayari. Kwa kweli, usiwe na wasiwasi kuhusu kile utakachohitaji kuwa nacho. Sasa basi, tufanye nini? Bwana anajibu swali hilo kwa kutoa amri mbili, maagizo mawili. Kwa kweli, unaweza kuweka alama ya mshangao kwenye Biblia yako baada ya kila mmoja ya kauli hizi. Hapa kwenye mstari wa thelathini na tano, kaini tayari kwa ajili ya kazi. Alama ya mshangao. Washa taa zenu ziendelee kuwaka. Alama ya mshangao. Sasa, kukaa tayari kwa ajili ya kazi maana yake halisi ni kufunga viuno vyako. Katika utamaduni huu wanaume na wanawake walivaa kanzu ndefu, na pale mwanaume alipohitaji kukimbia au kupanda, alikusanya ile nguo nyuma na kuivuta mbele na juu kati ya miguu yake, kisha akaifunga kwenye mkanda wake. Baada ya hapo alikuwa tayari kwa ajili ya kazi. Amri ya pili, yaani kuendelea kuwasha taa zako. Bwana yuko karibu kuelezea matukio mawili ya usiku ambapo utayari unaonyeshwa kwa kuendelea kuwasha zile taa za mafuta. Kwa hivyo kwa alama hizi mbili za mshangao leo tungeweza kusema kitu kama basi, hakikisha taa ya barazani inawaka na mikono yako iko tayari kwa kazi. Hiyo ndiyo maana yake. Sasa, muktadha wa moja kwa moja hapa ni kuwa macho na tayari kwa kuzingatia kurudi kwa Bwana. Hivyo Yesu anasema hapa kwamba tunapaswa kuishi kwa ajili yake na daima tunapaswa kutarajia kuja kwake kwa haraka. Sasa Bwana anatupa mifano miwili ya utayari. Mfano wa kwanza uko hapa kwenye mstari wa thelathini na sita: iweni kama watu wanaomsubiri bwana wao arudi nyumbani kutoka kwenye karamu ya harusi ili wamfungulie mlango mara moja atakapokuja na kubisha. Sasa karamu ya harusi ya Kiyahudi katika siku hizo ilikuwa inaendelea hadi usiku sana, hivyo watumishi hawa waaminifu walikuwa wameamua kubaki macho na kuendelea kukesha hadi bwana wao atakaporudi. Sasa mstari wa thelathini unatupa mfano wa pili wa kuwa tayari au kuwa macho. Yesu anasema, kama mwenye nyumba angejua ni saa gani mwizi atakuja, asingeacha nyumba yake ivunjwe. Sasa kupitia mfano huu, Bwana anasisitiza kwamba kuja kwake kutakuwa wakati usiotarajiwa. Na unajua, Petro anainua mkono darasani na kuuliza swali hapa kwenye mstari wa 41 Bwana, je, unatuambia mfano huu sisi, yaani wanafunzi, au ni kwa wote, yaani umati wote wa watu? Unaona, anajiuliza kama hili litakuwepo kwenye mtihani wa mwisho. Je, anapaswa kuchukua madokezo? Basi, badala ya kujibu moja kwa moja swali la Petro, Yesu anaelezea aina mbili za wasimamizi. Hao ni wasimamizi wa kaya na hawa wasimamizi kwa njia watasimamia waumini na wasioamini. Hivyo Bwana kwa kweli anazungumza na kila mtu hapa. Anasema katika mstari wa mpapulu dua, basi ni nani yule msimamizi mwaminifu na mwenye hekima ambaye bwana wake atamweka juu ya nyumba yake, awape watu wake chakula chao kwa wakati unaofaa? Heri mtumishi yule ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo atakapokuja. Kweli nawaambia, atamweka juu ya mali zake zote. Sasa Bwana kimsingi anauliza sisi ni aina gani ya wasimamizi? Je, sisi ni wasimamizi waaminifu juu ya kile alichotukabidhi? Bwana amekukabidhi nini leo? Inaweza kuwa ni sinki lililojaa vyombo vichafu au kikapu cha nguo ambacho hakionekani kuisha kamwe. Inaweza kuwa ni somo la Biblia unalolifanyia kazi au programu ya watoto unayoiongoza. Inaweza kuwa ni masaa marefu kazini ambapo unaishi ushuhuda wako wa ubora na uadilifu wa Kikristo. Nakumbuka katibu wangu wa kwanza kanisani, kwa kweli mtu wa kwanza kabisa niliyemwajiri baada ya kuanzisha kanisa la Shepherd miaka mingi iliyopita. Jina lake alikuwa Caroline na alihudumu katika nafasi mbalimbali kwa takriban miaka ishirini na tano. Basi afya yake ilipoanza kudhufika na alipokuwa hospitalini, nilienda kumtembelea Alikuwa anasumbuliwa na hali ya kulala kitandani muda wote, na hakupenda kabisa hali hiyo. Bwana aliweka moyoni mwangu kusema, sasa sikiliza, bi Caroline, kwa muda wote ambao nimekujua umekuwa ukitimiza majukumu yako kwa uaminifu na sasa hivi, basi hili ndilo jukumu lako kutoka kwa Bwana. Nakumbuka aliweka kichwa chake tena kwenye mto na kusema kwa sauti yenye msimamo, sawa, ndiyo hili ndilo jukumu langu kutoka kwa Bwana. Basi siku chache baadaye alifariki na kwenda kuwa na Bwana. Unajua, sijui jukumu lako kutoka kwa Bwana leo ni lipi, lakini swali ni je, utalikubali na kulitimiza unapomngoja na unapomsubiri ukimwamini leo? Sasa Bwana anaendelea hapa kuelezea watumishi watatu wasio waaminifu katika mistari ya 45 na hadi 48. Mmoja wa watumishi hao ni mkaidi na mwenye wasi mkubwa dhidi ya Bwana wake. Mtumishi wa pili anajua mapenzi ya Bwana wake lakini anayapuuza, na mtumishi watatu anatenda kwa namna ambayo haimpendezi Bwana wake. Unaona, hoja ya Yesu hapa ni kwamba wote watatu wataadhibiwa kulingana na kile kila mmoja wao alijua kuhusu mapenzi ya bwana wao. Na nafikiri mfano huu unaonyesha ukweli kwamba kuna viwango tofauti vya adhabu wakati wasioamini wanahukumiwa siku ile ya mwisho. Na kwa njia ile ile kanuni hii inawahusu waumini pia; kutakuwa na viwango tofauti vya thawabu mbinguni siku moja. Waumini wengine watapokea thawabu kubwa zaidi kuliko wengine. Kwa kweli, moja wa Korintho tatu inaeleza hilo waziwazi. Sasa usielewe vibaya, sote tutafurahi kuliko tunavyoweza kufikiria, lakini wakati huo huo waumini wengine watapewa e majukumu makubwa zaidi katika ufalme kuliko wengine. Na lazima ni kuambie binafsi, nadhani tutashangaa jinsi Bwana alivyo mkarimu katika kutuzawadia sote. Kwa kweli, hatustahili, hata kidogo hayo yote. Ndiyo maana Biblia inatuambia kwamba siku moja tutatupa taji zetu, dhawabu zetu miguuni pake, tutazirudisha kwake. Tunapenda kufikiri kwamba Bwana huwazawadia wale wanaofanya mambo makubwa, yule mtu mwenye ushawishi mkubwa, yule Mkristo mkubwa aliyefanya mambo ya imani makubwa Kweli atawazawadia, lakini shetani anafurahia kukufanya uamini kwamba hayo tu ndiyo mambo ambayo Mungu atazawadia. Kwa sababu itatukatisha tamaa, kama hatufanyi jambo kubwa kwa ajili ya Mungu, tutakosa basi kufanya jambo dogo kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anachokielezea hapa ni kuwa aina ya msimamizi ambaye atazawadiwa kwa kufanya mambo madogo kwa uaminifu, pamoja na yale mambo makubwa ambayo anaweza kukuletea, tunapongoja wote Bwana aje kwa ajili ya kanisa lake. Sam Gordon anasimulia hadithi ya kweli kuhusu mtalii mmoja aliyekuwa akitembelea mashamba mazuri huko Kaskazini mwa Italia. Siku moja alifika kwenye kasri la zamani, na ingawa halikuwa wazi kwa watalii wakati huo, alisukuma lango la mbele lililopambwa na likafunguka. Akaingia ndani, akaona maua mazuri yanachanua kwa rangi za kuvutia na vichaka vikiwa vimetunzwa vizuri kabisa. Akaona mtunza bustani akiwa amepiga magoti na mikono yake, akikatakata majani karibu na ukuta wa kasri akasogea na kusema, samahani, natumai hutasumbuliwa na mgeni kutembelea bustani zenu. Na yule mtunza bustani akajibu, kwa kweli ninafurahi kuwa na mgeni. Yule mgeni akazunguka kwenye bustani zilizotunzwa vizuri na hatimaye akarudi na kuuliza, je, mmiliki yupo leo? Samahani, hayupo, mtunza bustani akajibu, ameondoka kwa muda mrefu sasa, ni miaka mingi yule mgeni akauliza, unamaanisha hajawahi kurudi hapa kwa miaka kadhaa? Mtunza bustani akasema, ndiyo, ni kweli. Basi nani anakuelekeza cha kufanya? Mtunza bustani akaeleza kwamba mmiliki ana wakala mjini jirani ambaye huwasiliana naye na alipoulizwa kama amewahi kumwona mmiliki binafsi, mtunza bustani huku akiendelea kukata nyasi akajibu, hapana, yeye hutuma maagizo kupitia kwa wakala wake tu. Yule mtalii alishangaa sana, akasema umeweka kila kitu katika hali nzuri sana hapa. Ni pazuri kweli, inaonekana kama unatarajia atakuja kesho. Na mtunza bustani akasimama kidogo, akasema, hapana, si kesho, natarajia atakuja leo. Nasi tunapaswa kufikiri na kutenda vivyo hivyo. Wapendwa, tunamsubiri yeye, tunamwangalia kwa uangalifu.